Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen. Tuko kwenye jukwaa la afya, lakini kabla ya kuendelea na mdahalo wetu, hebu turejee katika barabara ya Douglas wa Kihuri ambapo kulikuwa na ubomwaji uliofanyika jana usiku, ambapo mali ya mamilioni ya pesa iliharibiwa katika eneo hilo la kibiashara, mkabala na uwanja wa mchezo wa Nyayo. Ben Kirui yuko huko, hebu tusikizie anayojiri. Asante, asante watu wetu hamjambo, watu wetu hamjambo, hamjambo, bado mko na roho na mnasema roho, ndio hiyo. Hata ikiwa vile ilivyo, niseme tu kwa ufupi, kwa vile Mungu, Mungu habagui na Mungu ndi anajua njia ya kila mutu na yee ndi hupeana baraka. Mimi niwaambie ambao wanataka kujua kwa ufupi, mimi nilianza kazi hapa 1994 nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa ninauzanga mandazi na chai ngambo hiyo, nikakuja hapa nikaanza kuosha magari. Baada ya kuosha magari, nikapanda ngazi kidogo, nikaanza kuuza hayo magari baada ya kuuza magari sasa ndio biashara bado, nikaanza mambo ya transport. Nimejilelea hapa kutoka kijana, na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli, nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila wiki, kila mwezi tunalipa. Lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. <laughs> Yes, wangu kama governor wa Kiambu, hii mateso ya wa kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile, kwa vile hapa mimi, mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama governor. Baada ya hiyo hapa, kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, kiwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakafenya, wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya Mpesa, kuna watu wakuuza tu chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa, niseme kwa vile mimi ni ni namwamini Mwenyezi Mungu ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya, lakini mikono bado niko naye. Wamenifanyia haya, lakini akili bado niko naye, na nyinyi wote mnajua, watu hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona watu wa Kiambu wamekuwa wanaona gavana wa matangi. Mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki, na ndio nikafanya hiyo kazi yote ambayo mnasikia Kiambu tunajivunia sasa. Tumefanya kujenga mahospitali zaidi ya ishirini na sita, kujenga mashule ya watoto zaidi ya elfu mbili mia tano na kumi na mbili kuweka mataa karibu elfu ishirini na nne za sola kuhakikisha ya kwamba kule tumejenga masoko sasa masoko kumi na mbili imejengwa na kaunti, na tumetengeneza sasa tuko kwa mfumo wa kutengeneza mabarabara. Hayo mambo yakitokea kule, ndio mnasikia sisi tunasema Kiambu, kazi ndio hiyo, na roho ndio hiyo. <laughs> Sasa usiku vile nyinyi mnaona imekuwa sasa ni siku tano mfululizo, kila siku tunasikia ikisemekana matangi jichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea s na mimi nikasema, wacha watu wangu wenye walikuwa hapo kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Hizi risasi mnaona hapa, hizi hizi hizi hizi, risasi zimepigwa hapa usiku zikiwa live. Na sasa swali langu ni kwamba nyinyi mnasikia, mnajua ni kuna sande, nililalamika nikasema kuna risasi imepigwa nyumbani kwangu. Jana nilijikaza nikasema hata kama mali inaharibiwa sitafika hapa, kwa vile sijui kama hizi risasi zilikuwa zimewekwa zinilenge mimi mwenyewe wakati wa giza. Lakini nasema mimi hayo yote wamenitendea, hayo yote hiyo hasara yote ya hii mikono yangu karibu miaka arobaini, nitawaachia Mwenyezi Mungu, nitawaachia Mwenyezi Mungu kukua na nguvu ya kupigana na vigogo naweza kukua na nguvu hiyo, kukosa kuwa na hizo nguvu nyingine, lakini Mwenyezi Mungu wako na nguvu, na yeye ndiye alinifikisha mahali nimefika. Nimefika nikiwa mtoto ambaye ni mtoto wa single mother ambaye hata hana baba saizi, na mama alikufa, na nikangangana mpaka mahali nimefika na kulea familia yangu ya watoto wengine tano, mimi nikiwa mtoto wa kwanza kutoka kuuza mandazi mpaka mahali tumefika ni Mwenyezi Mungu. Na atatupeleka mbali hata kutoka hapa, na kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi, tunajua ya kwamba haya yametendwa. Mumeona mpaka magari hapa, magari ambazo vijana wanafanya kazi nazo, gari ya kuokota takataka taka. Kuna gari zingine za customer ya kuosha. Hiyo gari iko hapo, ni gari hata ya mama ilipatikana hapo ya bibi yangu, ndio hiyo mnaona imepigwa hapo ya white imepigwa kabisa na, na excavator, mpaka ikawekelewa gari nyingine. Lakini sio neno, sio neno kwa mkono wa Mungu. Ziko nyingi na zitakuja zingine bila break, zitakuja zingine kwa vile Mungu ndiye huzipeana na, na, na, na. Niseme kwa ufupi, niseme kwa ufupi ile wakati mimi niliwaambia wanakiambu kwa vile niliwapatia ahadi yangu ya kwamba mimi nitawafanyia kazi kutoka hapa mpaka mwaka wa 2027 20, mwezi wa tatu, mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa, ndio watafute njia ya kunimaliza. Sitaingia kwa siasa, lakini 2027 20, mwezi wa tatu nitakuwa kwa hiyo siasa na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Kiti ya gavana. Watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo, kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu akuje kwa uwanja, wawacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunigadhamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie na wakuje ndio wanibomolee na hata wanitafutie njia za maisha yangu kunimalizia maisha. Nasema washindwe kabisa.

Pata na Robin mtutafute wapi sisi tutahakikisha kwamba kazi yetu ndio itaongea mikono yes. hamuta tukata our vehicles you have this demolished you have destroyed even my wife's car you have this destroyed even my business vehicles here. you destroyed other small businesses for other people tafadhali I want to tell you that you that have not cut our hands. We will work, we will work. So, so, eh, utamatisha la la moja tu. Kulikuwa na na na notice, kwamba kwamba la Railways kuondoka na pili, ile gharama ama kile ambacho mmekadiria mmekadiria hasara ambayo kama mlipata. Eh, ya kwamba kwa kwa hiyo swali yenye imeulizwa hapa kwa hii mahali there was never even even one single day a notice. one time. Hakukua, hakuna notice na kama mtu akonaye asembe, akonaye sisi tuko na. Hata wakati walijaribu kututisha mara tatu, huyu ndio wakili wetu na huyu ni wakili wetu, na wako na hizi court orders hapa. Hii wakili unaweza shika, na huyo uko na hii nyingine, tuko na court orders which was signed wakati tulisikia wanatutishia wanakuja usiku, wamekuja karibu mara tano mfululizo lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka live, eh, kupiga risasi mpaka mpaka live kupiga mpaka tear gas ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Lakini as as I I have said and the the lawyer will say, but for me as Kimani wa Matangi, I believe in the Almighty God, na nimewaambia ya kwamba he will fight for me fight for us and we shall succeed. Hata mkitupiga vita ndani, Mungu wako wakili ako hapa, anaweza kusema moja. Ndio watu nilimpatia wakili, roho ndio hiyo. Nam, ni hali ilivyo mahali ambapo Ben Kirui yupo kwenye